Kitendo kile kilichotokea cha kuahirisha ile mechi kwa sisi wazee wa Dodoma wa Yanga. Sawa mechi imeahirishwa, lakini simtofahamu inayotokea kwamba kila siku hatua za hatua za barua zinavyokwenda na mambo jinsi yanavyokwenda inaonekana kunatokea na mkanganyiko, kiasi kwamba kama kunataka kutengenezwa mlipuko wa kusababisha kuifanya Yanga kama na yenyewe sasa inahusika na kitu katika makosa haya ambayo yametokea, kumbe Yanga haihusiki. Yenyewe Yanga iko nasubiri game ya tarehe nane ambayo ipangwa na TFF. Umeona bwana? Sasa hii hali ambayo inaendelea kwa sisi wazee haijatupendezesha kabisa. Na kwa njia moja au nyingine tunamuona kama Karia kaelekea sana kwenye ushabiki. Kwanza alikuwa hayupo, ingawa kikazi anaweza akatoa hoda hata kule alipo lakini inaonekana kabisa kwanza waliosababisha pambano hili kairishwa ni hawa walioko Tanzania, yeye yeye alikuwa hayupo, lakini cha ajabu anakuja ndio hivyo, kwa sababu ndo kundi lao moja, basi wanaungana. Lakini yeye atakiwa angalie zile hali inavyokwenda, afikie maamuzi kama walivyofikia Misri. Hamna timu kubwa kwenye mpira eh, national kanyanganywa point 3 na goal 3 na ka na kapigwa kapigwa faini. Kwa hiyo kwa masuala ya mpira wakirudi kwenye sheria ili litakuwa halina mlipuko. Lakini kwa hili hali ya jinsi inavyoendelea linazidi kutupa kutu tafaruku kwa sababu inaonekana kuna mtu mmoja analazimishwa kubebwa bebwa na yeye uwezo wake mdogo. Sasa hili swala sisi alituhusu sana upande wao lakini sisi tunaangalia zaidi haki yetu sisi katika hiyo tarehe nane iliyokuwa imepangwa. Eh? Sasa kama mimi nadhani nisiendelee sana, kwa sababu naweza kuongelea kwa upana sana eh, lakini i mpaka sasa hivi hali jinsi inavyoendelea kuna kuwa na sintofahamu kwamba hii game itakuwepo au haita kuwepo, sababu mpaka sasa hivi wao kama TFF hawajaweka wazi maona bwana. Na sisi viongozi wetu bahati nzuri sasa hivi ni viongozi makini unaona utulivu wao walionao, wametulia tu, wanaangalia nini kinachoendelea, kama ni barua nini zinakwenda, wako vizuri Ae. Lakini taharuki inakuwa kubwa sana kwa sisi wazee na baadhi ya wanachama na washabiki na mfungo huu wa Ramadhani. Tamko langu ama tamko la wazee wa Dodoma, mechi Yanga hatutarudia, kwani tumeshamaliza tarehe nane, kwani hizi taratibu zimefanyika nje ya kufuata kanuni na sheria za mchezo kama alivyosema mtangulizi. Karia hakuwepo nchini, alikuwa kwenye majukumu mengine, amerudi, amepokea vitu bila yeye kuvifanyia tafiti, anaingia anazungumza vitu nje ya uelewa, analeta tafrani kwa jamii hususan jamii ya wanayanga kwa hiyo hatuko tayari kurejea tena kwenye mchezo, ima tutaendelea na michezo ya ratiba nyingine si... thibitisho wa kwamba yeye sio mwanachama wa Yanga. Tukirejea kipindi cha nyuma, wakati Yanga na Simba wanajiandaa kucheza mechi za kimataifa, alituchafulia hali ya hewa kwa matamshi yake kwa kusema kwamba mimi na waziri tukienda kwenye mechi tutavaa jezi ya Simba akicheza Yanga tutavaa jezi ya Simba. Kwa hiyo kuanzia hapo sisi hatuna imani naye, ingawa yeye anajificha kwenye kivuli cha kusema yeye ni Coast Union. Hiyo ni cover tu. Siku zote adui akitaka kukushambulia hawezi kukuonyesha mbinu wala silaha anayotumia kukushambulia, lazima afiche silaha mashambulizi yanatoka pembeni, we unapata athari, ndo kama hivi. Niwaombe viongozi wangu wa Yanga wa ngazi za juu waendelee na msimamo wa kusema mechi haitarudiwa hata kama tutapokwa point na kupigwa faini. Tuko tayari, wazee wa Dodoma na Watanzania wengine wote wapenda Yanga kuchangia hiyo faini itakayotoka. Napata wasiwasi hata ile nia aliyoweka kwamba anataka kugombea tena. Ningekuwa na uwezo mimi wa kimungu ningewageuza wapiga kula wote wampe sifuri, kwa sababu sisi tunahitaji kusonga mbele kimaendeleo ya mpira tuwafikie Uingereza, Speni, Ufaransa na mataifa mengine Argentina na wengine wanaofuata lakini kwa mtindo huu tunaokwenda nao, timu yetu ya taifa itaendelea kuwa sikio la kufa. Tutashindwa kufanya hivyo, tutachukua hatua zaidi ya hii.